Ilianza mwaka elfu mbili na kumi na sita baada ya baada ya wiki tatu tu tawi hili lilipozinduliwa mnamo tarehe kumi na mbili mwezi wa sita elfu mbili na kumi na sita. Ndugu wageni waalikwa, kwaya hii ilianza ikiwa na jumla ya waimbaji wanane ambapo wanaume walikuwa watatu na wanawake watano. Ilianza ikiwa chini ya usimamizi wa mchungaji wetu Benson Gwimo kwa usaidizi mkubwa wa mama mchungaji Specioza Benson. Ndugu wageni waalikwa, kwa sasa kwa ya unyakuo ina jumla ya waimbaji ishirini na saba, ambapo ina uongozi uliokamilika ikiwa ni mwenyekiti Amos Ayubu, mwenyekiti msaidizi Anet Damiani, katibu wa kwaya Omnesi halfani, tunza fedha Justina Kagoma, na mwalimu wa kwaya Venas Bauro. Ndugu wageni waalikwa, kwaya hii ina walezi wawili ambao ambao ni mzee wa kanisa Mesha Kimvungwa na katibu wa kanisa Isaac Kachira.